Kwa sasa Askofu Josephat Gwajima anampa sapoti ya nguvu sana mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, jambo ambalo kwa sasa linatengeneza mijadala mikubwa sana huku wengi wakisema kwamba Gwajima yuko mbioni kuhamia Chadema. Swali ni je, Askofu Josephat Gwajima atahamia Chadema? chanzo cha yeye kuhamia Chadema kitakuwa ni nini? Je, Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho chama chake CCM wanaweza kumbwaga? Mwishoni mwa habari hii nitakupa mtazamo wa Mange Kimambi, dada wa taifa juu ya Askofu Josephat Gwajima kuhamia Chadema. Lakini kwanza, hebu ni kujuze kwamba askofu Josephat Gwajima, askofu mkuu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, anatangaza kwamba kuanzia leo tarehe mbili, mwezi huu wa sita na mwaka huu wa 2025, wataanza maombi ya kufunga na kuomba. Makanisa yote zaidi ya elfu mbili, hata wale ambao si Ufufuo na Uzima, wale ambao wanalipenda taifa, kila mtu kwa dini yake, hata ndugu zetu Waislamu. Kila mtu kwa dini yake watafunga na kuomba aina ya maombi hayo. E, itakuwa ni kunywa maji tu jioni. Askofu Josephat Gwajima anasema, tutahudhuria hapa kuomba kwa muda wa siku saba. Tutaombea mambo gani? Jambo la kwanza, tutaombea haki iendelee kutawala katika nchi ya Tanzania. Jambo la pili, tutamwombea mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambaye anashtakiwa kwa kesi ya uhaini, tutaendelea kumwombea kwa wiki nzima ili Mungu atende jambo. Jambo jingine tutaombea viongozi wa kisiasa nchi nzima. Sisi hatuangalii chama cha mtu, sura ya mtu, sisi tunapenda taifa likae kwa amani na ustawi. Tutamwombea mheshimiwa Zito Kabwe, kiongozi wa ACT, na mpenda sana wakati wa msiba wa mama yangu, pamoja na kwamba yeye ni mwislamu alihudhuria msibani kumzika mama yangu na chama chake. Tutamwombea pia Ibrahimu Lipumba ambaye ni kiongozi wa kafu Tutaombea vyama vyote vya upinzani, tutaombea pia Chama cha Mapinduzi ambacho ndiyo chama changu. Tutaombea mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mama Samia Suluhu Hassan. Hivyo ndivyo ambavyo alitangaza Askofu Josephat Gwajima, askofu mkuu wa kanisa la Ufufuo na Uzima siku ya jana Juni Mosi kwenye ibada ya Jumapili. Itakumbukwa kwamba siku ya jana Juni Mosi kwenye ibada ya Jumapili katika kanisa la Ufufuo na Uzima, Askofu Josephat Gwajima alitumia madhabahu kujibu mapigo juu ya yale yaliyojiri siku mbili tatu mara baada ya yeye kujitokeza ama kuibuka na kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya utekaji. Lakini sambamba na hayo yote ni kwamba katika siku hizo saba za maombi Askofu Josephat Gwajima pamoja e, na waumini wake wametangaza na wamepanga kufanya maombi ndani ya siku saba kumwombea mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu katika kesi yake ya uhaini. Lakini pia sanjari na hayo yote, nitaomba nikukumbushe ya kwamba kwa mujibu wa ripoti ya Juni mosi mwaka huu wa 2025 mahakama ya Tanzania ilitangaza kuwa mashauri mawili ya jinai namba 1866 ya mwaka 2025 na 1867 ya mwaka 2025 pia dhidi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa Tundu Antipas Lissu yaliyotarajiwa kutajwa na kusikilizwa siku ya leo Jumatatu tarehe mbili 2 Juni mwaka huu wa 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu yameruhusiwa moja kwa moja mubashara kwa umma kupitia mitandao rasmi ya mahakama. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Gerard Julius Chami, mkuu wa kitengo cha habari elimu na mawasiliano wa mahakama ya Tanzania, uamuzi huo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkakati wa mahakama ya Tanzania unaolenga kuimarisha uwazi, uwajibikaji na matumizi ya teknolojia katika huduma ya utoaji haki. Lengo la mahakama kurusha mubashara matangazo ya mwenendo wa mashauri haya ni kuwawezesha wananchi popote pale walipo na ambao wanapenda kufuatilia mwenendo wa mashauri kuweza kufuatilia bila kuwa na ulazima wa kufika mahakamani, amesema Chami. Taarifa hiyo imeeleza kuwa chumba cha mahakama ya wazi Kisutu kina uwezo wa kuchukua watu 80 pekee, hivyo nafasi zita, eh, zitagawanywa kwa makundi ambapo kutakuwa na mawakili wa serikali na watu wengine kumi, mawakili wa utetezi na watu wengine stini na waandishi wa habari kumi. Kutokana na mahitaji ya matumizi ya ukumbi huo na mahakimu wengine zaidi ya kumi wanaoendesha mashauri mengine, mahakama inasistiza wananchi wote wenye nia ya kufuatilia mashauri hayo kufanya hivyo kupitia njia za kidijitali. Mahakama pia inawakumbusha wote wanaohudhuria mahakamani kuchukua tahadhari dhidi ya magonjwa ya mlipuko kwa kuzingatia maelekezo ya Wizara ya Afya yaliyotolewa kupitia taarifa rasmi ya tarehe 20 Mei mwaka huu wa 2025. Mahakama inawahakikishia umma na Watanzania wote kuwa itaendelea kutoa haki kwa uwazi, kwa wakati na kwa wote. Tunawahimiza wananchi wote kuendelea kushirikiana na mahakama katika kujenga mfumo wa utoaji haki unaozingatia misingi ya kikatiba, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali, amesisitiza Chami lakini pia siku ya leo tarehe mbili e, Juni mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipasilisu amefikishwa kwenye viunga vya Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam chini ya ulinzi mkali. Hii ni mara ya pili Lisu kufikishwa mahakamani tangu mahakama ilipotoa maamuzi juu ya mashauri yanayomkabili kuendeshwa kwa njia ya mtandao au la. Ufuatao ni mtazamo wa Mange Kimambi anayejiita dada wa taifa kuhusiana na askofu Josephat Gwajima kuhamia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, akiandika kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram ambao unafahamika kwa jina la Mange Kimambi 80 anasema guys Huyu jamaa sio wa kumwamini kivile, huyu anytime anageuka. Huyu alikuaga huko Chadema kipindi cha mwaka 2015, ila baadaye akaingia kwenye mfumo na kushiriki kwenye dhulma ya CCM na kuchukua jimbo la Kawe kwa dhulma. Yeah, tumsikilize na kusapoti anachokisema, ila sio mtu wa kumwamini hata siku. Akirudi wa Chadema wamkalishe nyuma kabisa. Hayo ndio maneno ambayo ameyazungumza Mange Kimambi, anayejiita dada wa taifa e, kumhusu Askofu Josephat Gwajima ama kuhusu Askofu Josephat Gwajima e, kuhamia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na endapo chama chake cha CCM kitambwaga ama kumwondoa katika mifumo ya chama chao.